Hadithi: Nina hamu na mpenzi wangu. Katika jiji la Mwanza kando kando ya ziwa Victoria aliishi msichana mwenye haiba ya kuvutia aitwaye Nina. Alikuwa mpole, mwenye ndoto nyingi na moyo wa kupenda kwa dhati. Kila aliyemjua alijua kitu kimoja: Nina alipenda kwa moyo wote. Upande mwingine wa jiji aliishi kijana mwenye akili na nidhamu aitwaye Emanuel maarufu kama Emmy. Alifanya kazi ya uhandisi wa umeme lakini moyoni alikuwa mtu wa siri nyingi, hakupenda kuonyesha hisia kirahisi. Walipokutana hawakujua kuwa hamu ya mioyo yao ingewapeleka kwenye safari ya mapenzi yenye moto, majaribu na mwisho wa kugusa roho. Walikutana kwenye kivuko cha feri jioni. Nina alikuwa amesimama akitazama mawimbi ya ziwa. Emanuel akamsogelea. Samahani dada, unaangalia maji au mawazo yako? Nina akacheka kwa aibu. Naangalia ndoto zangu. Kuanzia hapo, mazungumzo yao yakawa marefu, vichekesho vikachanganyika na kutazamana kwa muda mrefu kuliko kawaida. Siku zilivyopita, Nina alianza kumtamani Emanuel kwa njia isiyoelezeka. Kila alipomsikia sauti yake, moyo wake uliruka. Emanuel naye alianza kuhisi kitu tofauti. Alijikuta akimtafuta Nina bila sababu. Kwa nini nikiwaza Nina napoteza umakini wangu? Aliwaza. Walitembea pamoja ufukweni, wakicheka, wakinyamaza, wakizungumza kwa macho. Lakini kulikuwa na mtu mmoja, Linda, rafiki wa zamani wa Emmanuel, aliyekuwa bado na hisia kali kwake. Linda hakufurahishwa na uhusiano wa Nina na Emmanuel. Akaanza kumchochea Nina kwa maneno ya sumu. Emmanuel si mtu wa kuaminika. Anakufanya uwe mpango wa muda. Nina akaanza kuingiwa na mashaka. Hamu ikageuka kuwa hofu. Siku moja Nina alimkabili Emmanuel. Emmanuel, je, yeah, mimi ni muhimu kwako au ni sehemu ya kupitisha muda? Emmanuel akashangaa, sauti ikatetemeka. Nina, wewe ni mtu ninayemjali, lakini kwa nini unashaka? Maneno yakawa mazito, kimya kikatawala. Nina akaondoka akiwa na machozi. Baadaye, Nina aligundua ukweli. Linda alikuwa akiwaletea fitna. Nina akaamua kukabiliana na Linda ambaye hatimaye alikiri kwa wivu. Nina akaenda kumtafuta Emmanuel usiku wa manane karibu na ziwa, chini ya mwanga wa mwezi. Nina akasema, Emmanuel, nina na hamu na wewe, lakini zaidi ya yote nina upendo wa kweli. Emmanuel akamkumbatia akasema, ya hamu ni mwanzo, lakini upendo ndio mwisho ninaoutaka na wewe. Wakaangalia mawimbi ya ziwa ya kigonga ufukwe wakijua safari yao sasa imejaa uaminifu. Mwisho, hamu ya kweli haimalizi upendo, huuanzisha.